Katika familia ya Nuhu yes. Laana ya utumwa mm. ilitokana na kosa la watoto wa kuona utupu wa baba yao oh, yes. Yes. Amri ni amri za Mungu Amen. ya kwamba usiufunue utupu wa baba yako Amen. wala wa mama yako Amina. Yes. Mama mzazi yes. baba mzazi mm. kwamba ufai kuona utupu wake oh, yes, manake maumbile yake maumbile. Leo wazazi wengi ni wao wenyewe wanawalaani watoto wao. Kabisa kabisa kabisa. Umri wa mtoto ambaye ana miaka kuanzia mitatu, minne, mitano. Wewe, yes, unaona kama ni mtoto mm, kimwili yes. Ni mtoto kimaumbile, lakini roho haina utoto. Amen. Inapotoka mbinguni imekamilika. Amina. Ndivyo maandiko yanavyosema. Amen. Huyu aliyetoka mbinguni amekomaa. mm. Roho oh. Ni roho. Ebe Bwana Yesu asaidie sana. Amina. yes. Ana ana sura na mfano wa Mungu. yes. Mungu anasimama kama nafasi ya kikuhani kwa, kwa mwenye maisha ya mwanadamu. Ndio. Yes. Maana akikubariki unabarikiwa. Unabarikiwa. Akikulaani unalaaniwa. Baba yako na mama yako. Yes. Anasimama kama kuhani duniani. Akikulaani unalaaniwa. Oh. Akikubariki unafanya nini? Unabariki. Amina. Kwa nini yes? Kwa sababu Mungu ndio sababu ya uwepo wako. Amina. Baba yako na mama yako ndio chanzo cha uwepo wako. Kumbe. yes. Kwa wote ni makuhani Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana ndio kwa maana hauruhusiwi kuona utupu wa baba yako amina, wala wa mama yako amina. Je, baba ni baba yako tu wa kuzaliwa? Jiulize. Mtu yoyote mwenye sifa ya umri unaofanana na baba yako, yes. Ni baba yako, Amina. Mtu yoyote mwenye umri na sifa zinazofanana na mama yako, yes. Ni mama yako, Amina. Mzazi ukifika kwenye daraja la kumvua nguo, mm, kwa ushawishi wa aina yoyote sawa. Manake ni laana, ukauona utupu wake yes. ni laana oh, yes. hata kama una nguvu za kiume ni kijana ndio? yes. hata kama ni binti una umeme umekuzidi nguvu, mtu akishavika umri wa baba yako mzazi. Amen. Usikubali kuyaona maumbile yake. Amina. Sisi yes. zamani Ilikuwa unapita barabarani, kuna vilabu vilabu na nini, watu wanakunywa pombe za kienyeji. Yes. Ukikuta mtu mzima anakojoa mahali sawa, unarudi ulikotoka. Zamani. Yes. Usije, manake sisi tuliambiwa Yes. Ukiona unakuwa kipofu mm. Nani hata awe kipofu? Unageuka unarudi unako kwenda mm. Lakini ilitusaidia, yes. Ilikuwa ni hekima ya kutusaidia. Amina, Bwana Yesu asaidie sana Amina... sana. sa. Lakini watoto wa elfu mbili. yes. hata e. wasipokutana navyo kwenye, kwenye vichochoro vyao kwenye mm. mitandao vipo kabisa kabisa, ndio maana ninyi mnaotazama picha za utupu Ndiyo. Mnajitafutia laana my, my, my, my, my, my, my, my, na leo dunia imeingia pabaya. Amen. kwa sababu kila movie yes. ili ionekane inavutia Ndiyo. sharti ionyeshe viungo vya mwanamke vya yes. thamani Ni kweli kabisa. maziwa Ni kweli. tumbo yes. Eh, maumbile vinaonyeshwa. Mtu amevaa vitu. Yes. Ukimwangalia hivi unaona mpaka kile kinguo cha ndani. Kabisa, kabisa, kabisa, kabisa. Na hii ni ajenda kabisa kwamba ili ili wapate followers wengi, sawa? Wapate watazamaji wengi. Ehe. Lazima kuwe na kitu kinawa vutia watu, sasa, mvuto leo imekuwa ni maumbile, yes, ya viungo vya mwanadamu. Kabisa, kabisa. Na ninyi hamjui. Hmm.